Umewahi kufanya jambo fulani halafu baadaye ukauliza, hii kweli nilikuwa mimi? Uliwahi kushabikia, kushambulia, kununua, kuunga mkono, si kwa sababu uliamini kweli, bali kwa sababu wote walikuwa wanafanya hivyo? Ukweli mchungu ni huu: watu wengi hawafikiri, wanafuata mkumbo. Na hatari yake si kupoteza hoja, ni kupoteza utambulisho wako. Leo tunafungua macho yako juu ya nguvu ya saikolojia ya kundi na jinsi inavyoweza kukugeuza kuwa mtu ambaye si wewe. Tuendelee na The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Usisahau, hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sheria ya 14. Sheria ya kufuata mkumbo. The Law of Conformity. Kuna jambo la ajabu sana linalotokea unapokuwa peke yako halafu ukaingia kwenye kundi. Ukiwa peke yako una maoni yako, misimamo yako na hata ujasiri wa kusema hapana. Lakini unapojikuta katikati ya kundi lenye msisimko mkubwa, ghafla sauti yako ya ndani inaanza kupungua. Unaweza usitambue mara moja, lakini unaanza kufikiri kama wao, Kuhisi kama wao na kutenda kama wao. Hii ndiyo nguvu ya sheria ya kufuata mkumbo. Greene anaeleza kuwa binadamu kwa asili ni kiumbe wa kijamii. Tangu enzi za mababu, kuishi ndani ya kundi kulimaanisha usalama na ulinzi. Kutengwa kulimaanisha hatari. Kwa hiyo, ndani ya akili zetu kuna hitaji la ndani la kukubalika. Tunataka kuwa sehemu ya wengine. Tunataka kuthibitishwa. Na mara nyingi, bila kujua, tunaanza kufuata mkumbo ili tuendelee kukubalika. Mfano mzuri wa kihistoria ni kile kilichotokea chini ya utawala wa Adolf Hitler nchini Germany. Watu wengi wa kawaida hawakuwa wauaji au wabaya kwa asili, lakini walipoingia katika mazingira ya propaganda, mikutano mikubwa na hisia za uzalendo uliopitiliza, walijikuta wakifuata mkumbo. Kila mtu aliona kana kwamba kila mtu mwingine anakubaliana hivyo, ilikuwa rahisi kufuata, hata kama moyoni kulikuwa na mashaka. Hapa tunaona jinsi kundi linaweza kumvuta mtu kushiriki katika mambo mabaya bila yeye kutambua mabadiliko hayo yakitokea ndani yake. Fikiria mwanafunzi darasani ambaye ana jibu sahihi, lakini anaona wanafunzi wengi wanatoa jibu tofauti. Anahisi shinikizo la kimya kimya Anaanza kujiuliza kama yeye ndiye anakosea. Hatimaye anaamua kunyamaza au kuunga mkono jibu la wengi hata kama ndani yake ana uhakika. Hapa si kwamba amepoteza akili, bali ameathiriwa na nguvu ya mkumbo. Sheria hii inaonekana wazi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Trend moja inapoanza, maelfu wanafuata Watu wanaweza kumshambulia mtu kwa maneno makali bila hata kujua ukweli wote, kwa sababu tu wengi wameanza. Ni rahisi sana kujiunga na mkumbo kuliko kusimama na kuuliza, je, hili ni sahihi kweli? Lakini mara nyingi sauti ya mantiki huzama ndani ya kelele za wengi. Greene anasisitiza kuwa ndani ya kundi uwajibikaji binafsi hupungua. Mtu huanza kujisemea, kama wote wanafanya basi si kosa. Hapo ndipo watu hufanya mambo ambayo wasingeyafanya wakiwa peke yao. Mtu mpole anaweza kuwa mkali ndani ya kundi lenye hasira. Mtu mwenye maadili anaweza kuyapuuza maadili yake kwa sababu tu mazingira yanamsukuma kufuata mkumbo. Hata katika biashara na maisha ya kila siku, kufuata mkumbo kunaonekana. Watu hununua vitu kwa sababu kila mtu ananunua. Wanaingia kwenye uwekezaji kwa sababu wengi wanasema ni fursa. Hofu ya kubaki nyuma inawasukuma, lakini historia imeonyesha mara nyingi kuwa kufuata mkumbo bila kufikiri kwa kina kunaweza kuleta majuto makubwa. Hii haimaanishi kuwa makundi ni mabaya. Kundi linaweza leta mshikamano na nguvu ya pamoja. Tatizo linatokea pale unapopoteza utambulisho wako ndani ya mkumbo, unapofanya maamuzi kwa sababu ya shinikizo la wengi badala ya maadili yako. Mtu mwenye nguvu ya kweli ni yule ambaye anaweza kuwa sehemu ya kundi lakini bado akaendelea kuwa yeye mwenyewe. Anaweza kushirikiana lakini haogopi kuuliza maswali. Anaweza kusikiliza wengi lakini haachi kufikiri binafsi. Ana ujasiri wa kusimama peke yake pale anapoona mkumbo unaelekea kwenye makosa. Kwa mujibu wa Greene, njia ya kupinga mvuto huu wa chini wa kundi si kujitenga kabisa na jamii bali ni kukuza uwezo wa kujitambua unapokuwa ndani ya kundi. Jiulize, je, ningekuwa peke yangu ningefikiria hivi? Swali hili rahisi linaweza kufungua macho. Anashauri kujifunza kuchunguza hisia zako zinapobadilika ghafla ukiwa kwenye umati au kikundi fulani. Ukigundua kuwa unahamasika kupita kiasi au unahisi hasira kali isiyo ya kawaida, chukua muda wa kurudi nyuma kiakili. Pia Greene anaeleza umuhimu wa kuwa na muda wa upweke. Upweke si adhabu, ni nafasi ya kusafisha akili na kurejesha sauti yako binafsi. Watu wengi wanaoogopa kuwa peke yao huwa rahisi kuathiriwa na kundi, kwa sababu hawajazoea kusikiliza fikra zao wenyewe. Lakini mtu anayejua kukaa kimya na kutafakari huwa na kinga dhidi ya shinikizo la kijamii. Jiulize mara kwa mara, ningekuwa peke yangu ningefanya uamuzi huu? Ningesema maneno haya? Ningeshiriki jambo hili? Swali hilo linaweza kukurudisha kwenye utambulisho wako wa kirahisi. Kwa sababu ukweli ni huu: mkumbo unaweza kuwa na nguvu sana, lakini sauti yako ya ndani ndio dira yako halisi. Usiruhusu hitaji la kukubalika liwe kubwa kuliko hitaji la kuwa wewe mwenyewe. Unaweza kutembea na wengi lakini hakikisha bado uko kwenye njia yako. Kama umewahi kufuata mkumbo bila kujua, andika kwenye comment nitafikiri mwenyewe. Like video hii kama uko tayari kusimama hata kama uko peke yako, na subscribe sasa, kwa sababu hapa tunajenga watu wenye msimamo, si watu wanaopeperushwa na upepo wa mkumbo.